Marafiki wawili waliokuwa wakifanya kazi ya kufanana ya kuponda ponda miamba na kuuza kokoto na mawe waliamua kushirikiana ili kuweza kufanya kazi pamoja. Walipata eneo ambalo lilikuwa na miamba mingi sana, hivyo asubuhi mapema waliamka na kwenda kuponda miamba ili kuandaa mawe mengi sana ambayo waliamini wakiuza wangepata na kugawana fedha nyingi, baada ya kukamilisha zoezi lao. Hakika, kwa muda mfupi walipata mawe mengi sana, ambayo ilibidi waanze kutafuta mteja. Mmoja ya rafiki alifanikiwa kumpata mteja, na wakati akimleta katika eneo la tukio, cha kustaajabisha alikuta mmiliki mwingine, na alipojaribu kumuuliza, alisema kwamba eneo hili amekabidhiwa na rafiki yake kipenzi, na tayari pesa amekwisha kabidhi kwa rafiki yake. Hivyo kwa kushangaa na kusajabu, alikwenda na kumuuliza rafiki yake, mbona umelazimisha mawe yetu pasipo mimi kufahamu? Rafiki akajibu akamwambia mbona sikufahamu kabisa. Rafiki akashangaa na kusajabu kwa namna ambavyo rafiki yake aliyetegemea kuwa mdau katika shughuli yake, kwa namna ambavyo ameweza kumdanganya na kumlagai. Hivyo aliamua kunyamaza kimya, japo watu wengi walimshauri kwamba aende mahala husika taki ili mali zake zipate kurudishwa lakini alisema, "Hapana, acha atafute eneo jingine ambalo ataweza kupata miamba na kuweza kupata mawe mengi ili aweze kumiliki mali yake ambayo haina migongano." Basi kwa bahati alipata eneo jingine ambalo lilikuwa na miamba mingi zaidi, hivyo akaanza kuponda mawe mwenyewe, japo kazi yake ilikwenda kwa utaratibu sana. Usiku alivyokuwa amelala, yalitanda mawingu makubwa ambayo ilikuwa ni mvua ilionyesha ya upepo za upepo na radi. Baada ya mvua kukatika, ilimpasa aende kuendelea na kazi yake lakini cha ajabu, awamu hii alikuta tayari mawe mengi yamerundikwa katika saiti yake. Akashangaa, ni nani aliyeshughulika na mawe haya? Wakati akiendelea kustaajabu na kushangaa, ndipo alipogundua mti uliokaushwa na radi, na ndipo alipogundua kwamba radi iliyopiga wakati wa ile mvua ilipiga pia eneo hilo na kusababisha miamba kugawanyika na kuwa mawe mengi yaliyorundikana. Basi akafurahi na akatafuta wateja, na kiukweli wateja walikuwa ni wengi, maana ya awamu hii mawe yake yalikuwa yamegawanyika kwa vipande vizuri vilivyochongeka vizuri zaidi. Alipata wateja, aliuza mawe mengi ambayo ilikuwa ni kama mara tano ya mawe ambayo alishirikiana na rafiki yake. Kwa hilo basi, jamii ilimtafuta na kumuoji, ulifanyaje kazi mwenyewe? Basi rafiki alijibu, unapokaa kimya na kumwachia Mungu kisasi chako, basi Mungu hulipa kwa uaminifu zaidi. Kiukweli alikuwa na nafasi nzuri katika mtaa wake, na wanakijiji walimchagua kuwa kiongozi katika mtaa wao, kwa sababu ameonyesha hekima ambayo imebadilisha watu wengi rafiki, kisasi chenye hasila hakimalizi huzuni, bali pengine huongeza majanga ambayo yanaweza kuwa ni hatari na mabaya zaidi ya kisasi. Lakini tunapoamua kumkabidhi Mungu kisasi chetu, Mungu hulipa kwa uaminifu zaidi. Usiposubscribe, kufollow, kulike au kucomment page hii, hawezi kupata stori nyingine yenye mafunzo nzuri kama hii. Naitwa Ricky Jovin, asante kwa kuweza kusikiliza mpaka mwisho.